Dawa eh, na hii ni athari ndani yake. Lakini sasa inshallah Mwenyezi Mungu akijalia kheri yake wakaribisha wageni. Mwenyezi Mungu akijalia kheri na baraka zake akijalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi panapo majaliwa busatu letu ni kama kawaida, kwa sababu tutarudi Jumatatu. Shughuli itakuwa Jumapili tu. Jumatatu tutafanya nini? tutarudi taarifa sasa. Taarifa tukiwa bado ndani ya mwezi huu wa Rajabu. Kipindi hiki cha Rajabu ni kipindi cha mavuno. Kipindi cha Rajabu ni kipindi cha kuvuna, lazima tuvune. Na tutakachokivuna sisi kufanya matendo mema, lakini kwa kipindi hichi na dua Dua zina nguvu sana. Narudia tena kusema mabwana, mambo haendi sharti ya dua, eh, sharti ya dua. Na watu hutafuta almawasim wal amakin, hutafuta nyakati nyeti na makawanda muhimu na zile sehemu muhimu. Hata nilikuwa na rafiki yangu mmoja Shekhe anasema ameteuliwa. Haya mambo ya uchaguzi yamepita salama, vurugu zimepita salama. Sasa amechaguliwa aende Maka kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuomba dua. Sasa mtu ana jambo lake, anataka akaliombe kule Maka kwa sababu ni sehemu nyeti. Lakini mbali ya yote, wale ambao hatuna uwezo wa kwenda kule Maka, lakini kuna nyakati nyeti, hizi nyakati nyeti hizi zina siri ndani yake, ile dua unayoomba siku zote, nyakati hizi nyeti inakuwa ina nguvu zaidi. Sasa kwa maana hiyo, sasa kipindi hiki cha Rajab kama ulifanyiwa rukia muda mrefu, kwa hivyo vishetani vinavyokusumbua havikuondoka, basi na imani ile rukia utakaofanyiwa ndani ya Rajab itakuwa na pawa. Na hapa tuna miezi mitawaliati mfululizo mitatu, ambayo ni mwezi ya kuvuna mwezi huu wa Rajab kisha Shaaban kisha Ramadhani. Mimi binafsi miezi shekhe Saimu siachi hivi hivi, lazima njiombee dua. Mimi nasema yani, narudia tena tena, mnikremu hivyo, yani mambo bila ya dua hayaendi, kwa sababu mimi shughuli zangu, ukweli wa mambo ni dua. Mimi nilikuwa na shughuli nyingi sana, lakini hizi shughuli wallahi nilibounce, sikutoka, zilinitoa shughuli za dua Yani, shughuli za dua ndo zilinitoa, kwa sababu ukimfanyia mtu dua, kwanza inaanza kukusibu wewe, yako yanakaa sawa, na huo ndio mfano kwa mfanyaji dua. Kwani mimi si dereva wa magari kama yote, mpaka mameli, unasema magari mpaka matreni, ufundi kama wote, lakini bwana, kwenye jambo la dua, na watu wengine wengi wanasali vizuri tu, lakini bwana, dua hawako serious nazo hata mtu ashamaliza kuswali huku tena anaondoka, alhamdulillah. Eh bwana, Mtume aliomba dua masaa manne, na nani? Ngoja nikwambie, president rais wa nchi, tena pengine sio nchi ndogo ndogo, nchi kubwa kubwa, anahitaji maombi, anahitaji dua. Au walimu wa dini wenyewe wanahitaji dua? Ukikutana na madarweshi walojipinda, utasema bana, ntilie dua O, unaenda kichwa kichwa tu. Dua ni silaha ya kukusafishia mbele. Unajua mtihani wetu si hatujui kesho itakuwaje? Umeandikiwa utakutwa na bodaboda ukatwe mguu kilema wewe eh? Yaani wale ambao yale walowapata ni maisha ambao na wewe unaishi, isipokuwa watu wengi hawaamini mambo haya ya duadua, mpaka yapate ya kuwapata. Alikuja mtu mmoja ana imani ya Kikristo, ni mtu wa Bukoba hata anauza neti hapo Kariakoo, wala simtuhumu. Kwa ukweli huyu bwana alichezewa, kwa sababu pia kuna wapuuzi wachache wanapenda kuharibu mambo ya watu, hao nao wapo. Sasa huyu bwana mara gari imewaka moto, mara fuso imedondoka. Alikuwa na pesa nyingi, watu wakamwambia bwana si Mungu mtupu, bwana kuna kitu hapa. Lakini yeye anasema alikuwa anapuuza. Sasa mwisho kajikuta na madeni ile la kula kuna, kama machinga pale. Anakuja kunambia shekhe, na amini uchawi upo. Yani, mpaka ni kama sasa nkamwambia, sio akili yako. Unajua hata wale wanaotupa vijicho na hasadi wataalamu. Akimpiga mtoto wako au akimpiga mke wako gichicho au wewe mume ukipigwa cha mwanzo anakute, sio kwamba wale wamesomea mambo ya ayo ya ndumba. Kwa hiyo anakupiga pini ambayo we mwenyewe ukubali tiba. Unajiona uko imara. Don't complicate yourself. Jicho linaweza likamwona alokuwa kule mpaka alokuwa hapo hapa, lakini lenyewe alijioni mpaka lituzama; litumie kioo na wewe saa nyingine ujioni, lakini watu wanakuona wewe huko, sawa. Afu unajiona huko imara, mwisho chali, ndio yanawakuta watu. Kwa hiyo ukiingia mlango wa adaawati wa maombi ni mlango mpana sana, ndio maana aya zote za kutakiwa fatwa alikuwa akitumwa Mtume, kul waambie hivi, wanakuuliza Dhulkarnaini, si waambie tu hivi. Lakini alivyoulizwa ishu ya dua hili, Mungu alijibu mwenyewe kwamba dua ni jambo kubwa. Tena nikupe siri sasa, dua ilivyo inageuza. Yani ukiona kuna bomu lile nuclear atomic, yale yakipigwa yanageuza ardhi, yanaleta sura ya hilaki, maangamizi. Lakini hakuna bomu kubwa kama dua mabwana, kwa sababu dua inabadilisha mpaka ile kadari ya Allah. Na mimi nitakwambia kidogo tu intro, hakuna dua isojibiwa. Isipokuwa dua ina jambo moja, waweza ukaomba. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anena, mkiniomba chochote kuhusiana na akhera yenu, yani nitakupeni ku, nita na extra hata kile ambacho hujaomba utapewa, lakini mkiomba chochote kuhusu hii dunia kwanza nitapima maslahi yenu, na bora tupimiwe hivyo hivyo. Yaani, ingekuwa ukifanya tu hivi unapewa, ingekuwa sasa hivi. Maana kuna watu wengine wamezuiliwa, wakipewa, ndo wazinzi wa kesho, ndo wauaji wa kesho, ndo mafisadi wa kesho. Kwa hiyo anapimiwa kidogo, na ndo usalama wake. Ila sasa, kuna mtu akiomba kusudunia, Mungu anamtizama, anaona huku huyu, akhera huyu, nimemwandikia janga la moto kwa matendo yake, na akija namchoma sasa kaniomba kijibenzi aendeshe simpi na mfutia miji dhambi. Sasa wewe unakata tamaa kuomba. Kumbe itakiwa uzidi kuomba. Ukizidi kuomba kule kuna kuwa clear. Ah, sasa huyu huku ukishajengeka. Unaomba tena. Sasa ukishaomba anataka akupe sasa, lakini anaona kuna damage umeandikiwa. Ni kadari. Kuna siku moja huyu angejichanganya akapata UKIMWI ingemfedhehesha. Kuna siku huyu atapigwa na stroke mijini mijini chooni kuna siku huyu atakanyaga vitu vimewekwa. Huyu atakuwa kichaa. Huyu sasa Mwenyezi Mungu kwa ile dua yako asema, simpi ile shamba alotaka, ile kodi anaodaiwa simlipi, ila namuondoshia ukichaa. Unaona wewe unanongwa, ah, mimi naomba sana lakini sioni. Linafutwa linafutwa, ndio maana kumbe hakuna dua isojibiwa. Lakini kuna mwingine kule kuko clear, na hapa mademeji yashafutwa, akifanya tu tumfutie nini yashakuwa clear unamkuta ndo mtu anakuwa na daraja la uwalii akifanya tu, akifanya. Sasa wewe hapo ambaye bado na mazongi mengi hujadiliti, itakiwa utumie, kuna kurbana, kuna vitu vya kafara ndani yake. Ukisema kafara, manake ni vitu vya sio ile ile kafara ili. Alafu pia kuna ulimi wa mtu ambae ashakuwa karibu na Mwenyezi Mungu akakuombea. Mwenyezi Mungu ana watu wake Shekh wakisema inna lillahi ibadun idha aradu Amen arada, mungu anao watu yani, wakitaka naye kishataka. Hiyo ndio habari ndio tawasuli zenyewe <laughs> kwani Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu si alikuwa akimwambia Mtume, kuntu adu ummi <clears throat> ila alislam wahiya mushrika, mimi na mlingania mama mshirikina mamaangu mwabudia vitu vya ajabu. Sasa mimi nishamlingania, hanisikilizi faduu Allaha taala liya an yahdiya umma Aba Huraira. Angalia, mwamba huyu kashafanya dawa kashamwomba Mungu, lakini kaona mtume ni mtu wa Mungu, katoka pale kaambia Mtume, mimi nishafanya dawa, sasa na kuomba wewe, muombe Mungu amuongoze mama angu, sasa kwa sababu mtume ni mtu wa mungu akasema allahumma ihdi umma Abu Huraira, e mungu muongoze. Asema pale pale, kabla ya kufika nyumbani, fakharajetu mustabshiran bidawati rasulilah, nilitoka na enjoy na furaha. Yani nina uhakika eh, 100% hii ishapita, kwa sababu huyu ni katika waja wakitaka mungu anataka nishapigwa dua huyu sahaba huyu hapa, lazima kimeeleweka. Wewe unaona mchezoni, anaenda zake nyumbani Mamake kusikia tu vile vishindo, kambe we, mwanangu, huko huko uliko, kabla hujaingia, nakwambia shahadu la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasul. Unajua alisemaje? Ah, tayari chali, dua hii moja, dua moja. Sasa ndugu yangu, siseme vibaya na Mungu atusamee sana, hapo ulipo una majanaba hamsini na utakafanya hivi tu, tayari ishapita. Na kuna watu wanajizuia kula haramu, wanafunga, wanatoa sadaka wanasaidia watu, alafu machozi muda wote, yani wao kazi yao. Alafu unaona mchezo ibada ya vijana. Unajua ibada ya vijana ina thamani kubwa. Ukija kwa mfano kwa watu kama kina Sheikh Othman Michael kasino mkuti, hata kwa bahati mbaya wala ba wala wapi, gari ya kuendea ipo, lakini kajikaza. Wewe unaona njoto dogo hii, yani ukiona mikasino midangulo, sio ya wazee, ya vijana. Vijana ndio wenye meno. Alafu wameafumbia macho, hivi, hivi. Alafu wewe unarukaruka utakidua. Basi, kuna watu wana macho. Wanakupigwa dua. Ndio yule mama anakuhadisieni kila siku. Yule mama kaja kampa Sheikh Uthman milioni 15, ufikiri anatoa tu hivi? Unaona milioni 15 ndogo. Kwa sababu mzigo wa mabilioni umeingia. Na watu wao bwana, wewe utasema nini bwana? Hebu fungua tu video moja tu hapo, afu angalia comment. Sheikh, nashukuru umeniombea dua mambo yamekuwa sawa. Sasa mimi muombaji dua nasemaga, Rajab, Shaaban, Ramadhani, hichi ni kipindi cha mavuno, tuvuneni dua lazima. Yaani, mbali ya kukuombea wewe, mi mwenyewe binafsi hichi kipindi aa, sizingui, wanasema lazima hichi kipindi nikamue. Na wallahi sikuficheni, mi na mahesabu makali, na mahesabu makali, na ili nasema kwa kuhamasisha Sheikh Omar Muia, wallahi bwana Yaani huwa nina hesabu zangu za mwaka kila mwaka. Inshallah. Kwa sababu napiga dua zile, si unajua dua ziende ovyo ovyo? Kuna yaumia, usbuia, kuna sanawia au vipi? Kuna siku eh, kuna kuna kuna nini, sijui juma wiki, afu kuna mwaka kila mwaka, kuna miezi ya kupandisha vitu, basi napiga mahesabu na Mungu. Ukiniona uta shekhe, ninajitasbihi hilo hapa mpaka kule, kama darwesh, yaani nikijifungia hapo ndani nafanya vitu Nahakikisha kila mwaka kwa uwezo wa Allah, kila mwaka na ndio ilivyo, lazima nipate gari mpya mbili, nipate nyumba moja au mbili, yani hili nimejiwekea guarantee. ana grnti ana maadhanu abdu bi mimi e, niko pamoja na dhana ya mja. Juzi nimeenda singira gari moja mpya, ndo mara ya kwanza inaenda, nyingine hata haijaenda, e hata kimara haijafika za mwaka huu. Umeona habari hiyo ya mwaka huu? Sasa ikifikaga kipindi kama hichi, yani haya nasema leo, fuatilia video zote zilipita Rajab na Shabani, utaona maneno haya ya kila mwaka narudia. Na ndugu zanguni, kuna kitu nimekiona na sina uvivu katika hili hili, kabisa <laughs> sina uvivu katika hili. Hichi ndio kipindi cha kulima, na sisemi mimi peke yangu, ndo wanachuoni walikuwa wakiona, wanasema hii Rajab bwana ni, ni mwezi wa kupanda eh? Hii Shabani ni mwezi wa kumwagilia maji, Ramadhani ndio kuvuna. Sasa sasa we Ramadhani inakuja umepauka, watoto nguo zaidi ya wana, kila Ramadhani ikija we mambo magumu, we huna Mungu. Ndio pale Mtume alivyosema, watu wangu siwahofii nini? Imani, udhaifu wa imani. Lakini kumtumaini Mungu kuna habari kubwa sana. Ndio maana natoa mifano, wale watu wakorofi tu eh? Wanamtumaini Mungu na Mungu anasikiliza haya. Kuna mtu mbaya kama Firauni anaomba dua na inaitikiwa, kwa sababu Mungu anapenda kuombwa. Kwa hiyo kufunga maneno yangu niseme hivi, jamani, ni chonde chonde, tutafutane kwa ajili ya dua na usione unachelewa, ruka. Si unajuaga jiwe la mbali aliui mwewe, sijui nyoka huko Marekani. Hebu kata tiketi yako milioni mbili njo upate dua kabisa, ushikwe hivi kwa karibu, hasa kipindi hichi. Usikiachie hichi kipindi, usikiachie. A, yani usikiachie kabisa. Sasa sinimalize maneno hata shehe, njo tuombeane Mungu. Wewe ulokuwa shehe, njo upigwe vitu mneza. Wale masahaba wawili walienda vitani, wakasema tuombeane Mungu, mi naomba afuaitikia amin, na wewe utaniombea. Kwa hiyo kuombeana himo mashekhe wengi wana hasadi, maisha magumu kweli kweli, anahusudiwa tu kwa sababu anatoa watoto, anakuwa wasomi. Hilo tatizo, hilo tatizo. Shekhe we acha tu, msiseme mengi. Mi nimesafiri huko, nimekuta imamu eh, katiwa miaka thalathini jela, kazushiwa eh, kuzaa na mwanaye maskini. Fitna tu. Sasa haya yote saa nyingine yanakuja kwa sababu ya vitu viwili vinapuuzwa: hatuombi dua kwa wingi sana na hatutoi sadaka kwa wingi, lakini dua kwa wingi na sadaka kwa wingi vinafukuza haya majanga haya. Na kama mtaki kusikia, angalieni bakora tunazozipata za maisha mpaka akili inaruka. Unajua unaweza ukakufuru hivi hivi. We ujala asubuhi ujala mchana usiku juu chakula mwenye nyumba akakukalia hapo. Na haonaga luka nzuri, utahama leo leo unaama leo mzee, sijui nini, unavizia kuingia sanani za usiku, unakuta kati ya kufuli, kodi hiyo imeisha. Hapa mjini pana mtihani kweli, kweli. Wallahi, Mwenyezi Mungu atupe maisha ya usahali. mm -hmm. Eh, unajua ukipata maisha ya mepesi hata Allah unamtumaini kabisa. Ngwambie la mwisho maana yake, na mimi simalizagi, tuliposafiri gari yetu nilikanyaga shimo ikapasua mipira miwili, ina maana hata spea taili hapo hamna kitu polini kabisa. Baada ya pale, nikawaambia lilokuwa nao, ah, sisi watu wa dua na tumeomba dua ya kutoka Mwenyezi Mungu, ataka atuoneshe faraja tu e hey, bwana hey. Allah anatisha bana. Nikamwambia yani, hapa kuja hapa kuna kitu tutaenjoy, na tumeenjoy kweli shekhe Zilikuja skenia za makampuni mbali, zimejipanga zimesimama. Haya, mnasemaje? tumeona gari imepaki hapa, yani kila gari inaokuja msaada, tukaletewa zabibu, tukaletewa ah, mwisho kabisa kuja kuja. Ah, kumbe Sheikh Othman bwana! Sasa nikaambia hao oh, hawajasimama kwamba wamemuona Sheikh Othman, ni yale mambo ya dua kwa hiyo tumekaa pale, tukaanza mpiga zabibu. Yani, watu walikuwa wanaingia pale, mzee mtu mzima anapiga jeki, yaani mzee tayari ashatoa msaada, ajeki basi nenda aondoke, mpaka aone gari limeondoka, au tufanye hivi, au sio hivyo, Shekh Allah? Yani unamkuta mtu tena, sasa angalia maajabu, umeona wapi mtu anakupa spare tire yake, inanili jeki, inanili nati, ile spana ile wheel spana anakupa. Unamkuta mtu basi, hiyo endeleeni nayo, mimi ngoja niende. Yaani nusra ya hali ya juu kweli kweli. Ni mambo ya dua. Dua azimwache mtu. Na Mtume ndo alikuwa akiomba dua, anaomba hiki, anaomba hiki, anaomba hiki. Kwa hiyo mashehe tuamkeni jambo la kuomba dua. Ili jambo tuwe nalo seriously sana. Njooni tuombeane Mungu. Na mimi huko ninakoenda inshallah nitaenda kupiga dua biidhnillahil karimu. Na hapa dua zinaendelea na Jumatatu inshallah tutarudi tafanya dua. Baada ya kuyasema haya baada ya kuyasema haya katika msafara huu, tutaongozana na mwenyeji wetu Singida, angalau maneno manne matano, hebu tumsikilize kidogo.